<laughs> Karibu, karibu, karibu, unajua nilikuambia kitu moja, yeah. Sikiza, unafunga mlango kwa nini? shughulikia walinzi, okay. Na wale delegation ambao wamekuja naye pale chini unakwambia waleakuja acha pressure. wamelala pale chini. So, njoo nikuoneshe. Ba sasa hapa nipo utakuwepo utakupepo. Hey, superstar! Yaani babako amekupenda kiasi kubwa mpaka kaniambia muhakikishi, yaani amehakikisha mpaka amekuchukulia hapa, unaona Nairobi mzima. Unaona? Ona Nairobi mzima njo uone hapa hii. Sasa ane, eh, eh, eh, eh, eh eh eh eh eh eh. Ona vile viu, ona vile viu ninapendeza. Ona vile viu ninapendeza. Hapa ni eneo ambao hata wasanii wale masuperstar wa bongo hawajafika. Babako shukuru, babako nakwambia, njoo, njoo, niko ehe. Sasa hapa itakuwa ni sebule, ni kwa kwa ni city room ambapo unaketi unatulia na marafiki zako, na of course unajua, njo ni kuonesha hapa, njo na mimi. Njoo, njoo, njo, njoo, njoo. Sasa hili chumba moja hili kwa kuchukuliwa walinzi, lakini sasa unaona wamechukuliwa walinzi ile huko chini. So hili kwa ni kweli chumba ya walinzi pamoja na wale of course watu wako wa mkono ambao wanafanya nini. So hili kwa ni moja hii. Aya, njoo nikuoneshe ingine. Njoo, njoo, njoo na mimi. Njoo na mimi, njoo na mimi. Alafu iko hapa tena hii. So, kwa sasa hivi sijui nani atakuja kulala hapo. Kuna marafiki zako, toa invoice tele. Njoo, njoo toa. Sina kitu na gani na hii. Na zote ziko na choo ndani, na bathroom zikwani ni en suite. Sasa pigia marafiki zako kama uko nao hapa Kenya, pita tu nikuoneshe. Uwaoneshe. Haha, lakini chifu naye. Chifu naye haribu mtoto nakuambia. Angalia, angalia vile kunapendeza. Alafu pale ni of course kama kuna watu wanataka waishie wabaki hapa chini, ni kuonesha maneno anawaambia hapo, kwa sababu uko na mtu wako, sababu ya mkono mwenye anataka kuja anikuonesha, anaweza kuja usikoe kujua peke yako analala hapo. Ni chumba kingine ambapo ni chumba cha cha tatu Yeah. Wa wapata? Yeah. So njoo ni kuoneshe master bedroom vinzi ya master bedroom, bedroom. Hapa ndipo ambapo tutakuwa na lala, bado tuko na balkoni kubwa sana hapa ambapo ni balkoni hii docha. Eh, nikufungulia Yeah. Kini okay, Chifu nakwambia <laughs> Unaona? Sasa hapa bado kuna view huko chini. Kumbuka pale chini pia umeona kuna view. Sasa hapa peke yako unaketi peke yako na view pale. Njoo na mimi. Njoo na mimi, Njoo na mimi. Sasa nashangaa ukishaoga, bado bado kuna kwenye bathroom kuna pale pa kukaa, lakini sipo. Anatuonesha maneno. Sasa bathroom na jacuzzi. Angalia. <laughs> Cho bathroom jacuzzi umeweka vitu zako zote. Eh. Na ndo unajua, acha nakuambia kitu moja. Pigia babako. Umwambie umefika salama. Nimekupokea salama. Umhakikishie kwamba uko kwa mkono salama. Ehe. Pigia, Aa, you, eh? Mpigie, nataka nini Azukwa, eh? Tu tole ndo. Tole ndo. Njoo. Njoo. Hapa of course, kama umeketi pale, kama umelala pale, hapa ni pa private, ambapo sebule ni kwako. Unaona tv yako, aha baba, lakini anakuwa kunywa au na wakiko kunywa kitu eh, au kunywa chochote. So hapa ni for the for the bar, yani unataka kunywa vinywa <laughs> ndio. Ni kuonesha kama bado unampigia baba yako, amesika? Ndio, nampigia baba Huku ni for the vocal. Unaona hapa, vocal umepewa nafasi. Baba yako amesema uimbe, ufanye vocal yako chief. Kama chief, kama chief, tuko tayari. Mtoto wako hapa, tuko na mtoto wako hapa. Nimempokea, nimempokea, ni vile uliagiza nimpokee. Sasa tuko huku juu Ninamwonesha vyuma na nikasema confirm confirmia baba yako uko kwa mkono salama. Umefika salama. Ambia baba yako hiyo. Mwambie. Maybe like baba. Bora kama mmetoka Simba jakesha. Sio, uko ni sehemu ya mazoezi au kama nataka kukaa huko. Kuna gym kwenye mato. Eh, hey, kuna Mwoneshe kwanza ndio aseme. Mwoneshe jakuzi, onesha babako jakuzi. Mwoneshe, sema onesha babako jakuzi. Mwoneshe. Asilimia kwa asilimia, kwa asilimia mia, kuna asilimia kama, kama arobaini hamsini fulani. Chifu, ah, bana usiongee hivyo ndugu yangu, hii hakuna hata superstar wa kibongo amelala hapa. Mbona unasema asilimia arobaini? Basi tufanye asilimia tisini na nane. Basi tunaongea wanangu hapa; hapa inaitwa presidential suite, hapa marais ndo analala kwenye hizi vyumba Marais wa nchi tofauti wakikuja wanachukuliwa hapa vyumba, alafu unamharibu unamharibu mtoto wako chifu, unamharibu mtoto huyu zanani shehe, alafu baba yako huyu anakupenda sana Mdhamini sana huyu baba yako, kama hii chumba. Alafu sasa cha kushangaza ni ya kwamba wale walinzi wa wachukule hivi vya chini hizi mbili za hapa chini wamewatoa kwa, wamepelekwa kwa chumba ingine tena huko. Na hii nyumba kubwa kwa mtoto mmoja, kama mtoto mmoja peke yake, mbona wanampa nyumba kubwa peke yake hivi? Kwa nyumba room tano, baba, utaogopa hapa wamekuwa walinzi wa kike sawa, walinzi wa kiume wanaweza kaa na binti yangu mdogo? Basi si mimi kuja na mke wangu tuishi hapa. Ah bwana angatai peke yake. Haya, wasimwambie baba kutogopa, mwambie baba kutogopa. Baba nimekumisi mimi, pia binti yangu. Wewe mimi nimekumisi sana, nimefika salama, asante inalai. Ni kuzuri Yeah. Ni kuzuri ya ni. Ona, napendeza. Imependa sana view ya hapa nje. Ndio vile napendeza. Chifu nimemwona ako na hela kadhaa, anigawie kidogo hapa.

Sasa unajua utafanya nini yeah? Kuna chak, chakula sijui chakula ta, utapanga tu nini utapiga simu tu unadiliviwa, hautoke hapa. Maelekezo imekuwa ni ya kwamba program utakuwa unatoka na unatoka na walinzi, usitoke peke yako, unatoka na walinzi ukitaka kitu chochote una make sure umepiga. So unajua kuna ule head of security unampigia, kama hapatikani, kama nini unanipigia, sawa? So, <coughs> ha basi, baki salama, furahia, njoo tu basi tufunge utusiofu <coughs> njo njo